Sasa kuna ndugu zangu wengi sana, jana wameona jana juzi waliona posti yangu ambayo nilikuwa nimeeleza kuhusiana na uh, kumwendea Mungu, na moja kama rafiki zangu akaniambia amekuwa na changamoto kubwa sana <clears throat> kwenye mambo ya afya, lakini amekuwa na changamoto kubwa sana uh, kwenye habari ya ndoa amekuwa na changamoto kubwa sana eh, kwenye habari ya kutafuta riziki eh, yaani habari za kiuchumi. Na alichoniambia na kikanifanya, nataka nikufundishe na wewe yeye. Amesema ameenda kwa watumishi wengi sana, ameenda kwa watumishi wengi wenye majina makubwa ili kwenda kuitatua hii changamoto yake, lakini mimi naomba nikuambie kitu kimoja. Mungu ni yule yule Mungu ni yule yule yeye. Amejisema ni alfa na ni Omega, yeye ndiyo mwanzo na yeye ndiye mwisho. Haijalishi wewe utaweka imani yako eh, kwenye upande upi, lakini Mungu anabakia kuwa Mungu. Lakini ninachotaka kusisitiza ambacho ni, ni cha muhimu sana katika vitu vyote ni swala zima la imani ni swala zima la imani jamani, nikiongelea imani siongelei dini. Sijasema, sijasema ubadili dini yako, sijasema uende katika madhehebu ambayo nakutajia, au sikwambii mwendee mchungaji fulani. Hapa naongelea kitu kinaitwa imani. Maandiko yanasema katika kitabu chetu sisi wa Kristo cha Biblia, Waebrania ile ni kumi na moja, mstari wa sita anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza maana mtu yoyote ambaye anamwendea mungu kwanza lazima uamini kwamba mungu yupo na huha, anawapa thawabu wale watu wamtafutao kwa hiyo ukiwa unaamini kwamba mungu yupo mungu yeye atakupa thawabu kwa sababu anajua kwamba wewe unajua yupo na unamtafuta. Kwa hiyo kwenda sijui kwa Mwamposa, kwenda sijui kwa Gwajima, kwenda sijui kwa, wa mchungaji nani, vyote hivyo uh, tunasema tu ni matekelezo ya ile imani yako. Yani ukisema naenda kanisani unaenda kutekeleza kile unachokiamini. Ukisema naenda kwa nabii nabi Musa, unaenda kutekeleza kile unachokiamini ukienda si kwa, kwa mtumishi wa Mungu suguye unaenda kutekeleza kile unachokiamini. Ukienda kwa profeti Eli Maarifa kule Morogoro nane nane unaenda kutekeleza kile ambacho kishajijenga ndani. Kwa hiyo cha kwanza ni kuamini kwa kwanza kwamba Mungu yupo na anawapa thawabu ya wale watu wote wanaofanya nini, wanaomtafuta. Kwa hiyo weka imani yako, jitengenezee imani iliyoshiba. Hiyo imani ukiwa nayo huna haja hata ya kufedheheka. Ukiita tu, yeye ataona kwamba huyu ananiita kutoka kweli katika kina cha moyo wake, kwa moyo wa dhati, moyo ulioshiba na kububujika mbele zake, na yeye atakujibu. Kwa hiyo sikukatazi usiende sehemu yoyote, nenda, lakini nenda ukiwa na imani. Sehemu nyingi Yesu hajamwambia mtu haya sasa, nimekuponya. Alisema inuka, jitwike godoro lako, imani yako imekuponya. Barikiwa sana na uwe na siku njema.